Kundi la waasi wa M23 limeendelea kushikilia mji mkuu wa Walikale, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani, kundi hilo la M23 lilitangaza siku ya Jumamosi kuwa limeanza kuondoa vikosi vyake nje kidogo ya mji wa Walikale ili kuweka mazingira mazuri ya amani na mazungumzo ya kisiasa. Lakini hata hivyo, kundi hilo lilisema ya kwamba halitaruhusu jeshi la serikali kurejea katika mji huo wenye wakazi takriban elfu 60, likionya kwamba mashambulizi au uchokozi wowote utafuta moja kwa moja uamuzi wao. Wanajeshi wa serikali ya Kongo siku ya Jumamosi walisema ya kwamba watafuatilia kwa umakini uondoaji huo wa M23 na hawatachukua hatua yoyote ya kijeshi, wakiwataka wanamgambo wanayoiunga mkono serikali wafanye hivyo pia ili kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje nchini DRC, Therese Kayikwamba amesema, wanatazama kuona ikiwa kweli M23 itaondoka na kuipa kipaumbele njia ya mazungumzo. Siku ya Jumapili, wakazi wa duru za kijeshi mjini Walikale waliripoti hapa kuwa hapakuwa na mapigano yoyote katika eneo hilo lililokuwa likishambuliwa vikali hivi karibuni na ndege za jeshi la Kongo. Mkazi mmoja wa eneo hilo alisema walipoamka hali ilikuwa tulivu, na M23 bado walikuwa mjini humo. Hata hivyo, mapigano yaliripotiwa kati ya M23 na wanamgambo wa wazalendo wanaunga mkono serikali katika mji mkuu jirani na Kivu Kusini. Hii ni sawasawa digital, habari kiganjani mwako.